huo uz, ndo uzuri mkubwa wa serikali ya awamu wa sita chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kwamba ajira zinatoka na hakuna upendeleo kama una una meet criteria basi unapata nafasi na kuanza kufanya kazi ili kuweza kujikimu kimaisha lakini vilevile ajira kwenye miradi ya kimkakati kama vile mradi wa SGR lakini vilevile bwawa la Nyerere JNHPP, REA, tena REA tena tunasema REA. Sambamba na utambulishi wa jukwaa hili, naomba niwaalike rasmi vijana kwenye jukwaa la Samia yuko Gado na hili litakuwa kongamano. Leo nimesema hapa fursa hizi kwa uchache, lakini kwenye jukwaa la Samia yuko Gado ni jukwaa mahususi kwa ajili ya kuzizungumzia kwa urefu na kwa ukubwa zaidi, uh, fursa zilizopo ama miradi iliyokuwepo uh, ya vijana na kongamano hili litafanyika mwezi huu katika ukumbi wa JNICC. Kwa hiyo nitoe, nitoe mwaliko rasmi kwa vijana, lakini vile vile nitoe rasmi mwaliko kwa press, nyinyi waandishi wa habari, mje pale kwa ajili ya ku, ku, ku discuss kwa pamoja ilichokuwepo katika kapu, katika kilichokuwepo katika nikisema kapu mnaelewa lile kapu la miradi na fursa za vijana, basi kwa amoja pale tujumuike, tujua tuna discuss vipi kwa um, kwa maslahi makubwa ya maendeleo ya kijana wa Kitanzania. Kwa hiyo, jamani, karibuni sana sana sana Genesis, kiingilio ni bure kabisa. Hii ni kwa ajili yenu, fursa zipo, fursa zipo. Serikali kwa nafasi yake inajitahidi sana kuwekeza na kama nilivyosema kujisabilia kutoa nafasi kutoa fursa kwa vijana, na miradi ipo mingi. Hii miradi ni ipo ya siku nyingi, Mheshimiwa Rais amekuja ndiye ameiboresha, lakini kwa bahati mbaya hatujui. Kwa tutumie majukwaa haya tujue hizi fursa, na sisi tusitumie vizuri. Ni kwa ajili yetu, sio kwa ajili ya mtu yoyote. Kwa hiyo karibuni sana sana sana jina ICC mwezi huu lakini, vile vile, kupitia jukwaa hili peni toa rai kwa vijana kujiandikisha katika daftari la mpiga kura linalopita awamu ya mwisho, daftari lilipita lakini kuna watu bado najua, kwa sababu kadha wakadha walipata dharura na nini hawakuweza kujiandikisha. Kwa hiyo INEC wamekuja kwa mara ya mwisho au mwisho, nafikiri, sina uhakika sana, ni mwisho kesho tarehe kumi na sita. Basi situmie hizi dakika ama masaa yaliyobaki, kama hujajiandikisha uende ukajiandikishe kwenye daftari la mpiga kura. Usipojiandikisha huwezi kupiga kura, hakuna point ya kufanya uchaguzi kama kijana wa kitanzania hajajiandikisha kwenye daftari la mpiga kura. Kwa hiyo jamani, natoa rai, natoa rai, natoa hamasa kubwa kwa vijana popote mlipo, Gen Z vijana nyote, najua Gen Z wengi ndio wanaanza kupiga kura ama wengine wameshapiga. Kama hivyo basi, huu ni wakati, kama hujawahi kupiga kura, time ni hii. Jamani, nenda kajiandikishe kwenye daftari la mpiga kura, uchukue kitambulisho chako kwa ajili ya kuweza kushiriki uchaguzi elfu mbili na ishirini na tano aidha kwa kugombea nafasi ama aidha kwa kumchagua kiongozi unayemtaka. Muda ni huu, nafasi ni hii na mwisho kesho. Bila, bila kitambulisho hatuwezi kupiga kura.